Ninawatakia heri njema ya mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita wenye baraka na mafanikio tele. Karibu sana ili niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba tafadhali ni usikilivu mwema, na kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu Tafadhali piga subscription alafu sambaza hizi kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi, kipindi ambapo tunavuka mwaka tunaingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Mkuu wa majeshi JWTZ Tanzania John Mkunda ameingia kwenye kikaangoni, baada ya tume ya uchunguzi kufanya kikao naye. Kuna hii tume ambayo Samia aliweza kuichagua, kiongozwa naye aliyekuwa jaji mkuu kipindi kimoja Mohamed Chande, kuchunguza matukio ya uvunjivu wa amani, ili kuweza kuambia serikali ni kipi ambacho kilisababisha mpaka Watanzania wakaandamana ni akina nani ambao walihusika kuthamini maandamano na ni kipi ambacho wanastahili kufanya ili maandamano kama hayo yasije yakatendeka. Sasa ile tume ilimtembelea John Mkunda mkuu wa jeshi katika afisi yake kufanya kikao na yeye. Sasa hii safari ambayo walifanya katika afisi ya John Mkunda na kufanya kikao naye imeweza kuleta joto ndani ya siasa za Tanzania. Kulingana na hii tume, wanasema kwamba John Mkunda yuko na uzoevu yeye kama kiongozi kwenye ngazi ya juu katika idara ya usalama. Kwa hivyo, anaweza akawasaidia awaeleze ni kipi ambacho kilisababisha maandamano kutendeka Tanzania, na je, yuko na habari gani, ni akina nani ambao waliweza kudhamini maandamano, na je, ni kipi ambacho kinaweza kikafanywa ili kuzuia maandamano kama hayo yasije yakatokea vurugu kama hizo sisiweze kujirudia Tanzania. Lakini sasa wananchi wanauliza hivi, Samia si mtu ambaye unaweza ukapewa ushauri, kwa sababu kama ni ushauri aliweza kupewa ushauri mwingi sana kabla ya uchaguzi, ila akaweza kuziba masikio viongozi wa dini waliweza kumshauri Samia kwamba wasikiliza wananchi, usije ukawapuuza wananchi. Ukifanya hivyo, utapata kwamba taifa limeingia kwenye moto, ila Samia akapuuza sasa. Yale ambayo alikuwa anashauriwa na viongozi wa kidini, ndiyo haya ambayo ameweza kuteua tume ya Mohamed Chande na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani kwenda kuchunguza. Sasa Watanzania wanauliza hivi, hii tume imeundwa na mhusika mkuu wa mauaji, Samia ni mhusika, na inajumulisha wanachama ambao walihusika kwenye mauaji kama aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani mwenye yuko kwenye hii tume yeye, ndiye anapaswa kuchunguzwa, kuulizwa ni kwa nini aliweza kuruhusu jeshi la polisi kuwaua wananchi Tanzania. Sasa eti yeye ndiye naongoza kamati ya kuchunguza uvunjivu wa amani kuchunguza maafa yaliyotokea. ni jambo la kusikitisha sana. Watanzania wameweza kuuliza hivi sasa yuko hapo, ni kipi ambacho wanaenda kukileta? Kusema ukweli, alikuwa pale ndani kama waziri wa mambo ya ndani na saa hizi yuko kwenye tume ambayo inachunguza ni kipi ambacho kinaenda kuletwa, na sasa wameweza kumuhusisha mpaka CDF Mkunda. Sasa Mkunda ataenda kumwambia ni kipi ambacho kilisababisha maandamano. Mkunda ataenda kumwambia ni nani ambao waliweza kuwaua wananchi, kipindi ambapo waziri wa usalama wa ndani kipindi hicho ndiye anajua ni akina nani ambao waliwaua wananchi. CDF Mkunda na jeshi lake walizembea, wananchi wakauawa, alafu yeye ndiye anaenda kuhojiwa, kuulizwa wazo lake ni lipi? Sasa kikao hicho kimefanyika katika makao makuu ya jeshi la ulinzi la mwananchi Tanzania, JWTZ, ambapo majadiliano yalihusu matukio ya kugasia na furugu zilizotokea wakati wa uchaguzi na baada na baadaye, ambapo zilileta athari kwa amani na usalama wa wananchi. Majadiliano hayo yalilenga kufuatilia umuhimu wa nafasi ya majeshi katika kulinda uchaguzi na kuzuia vitendo vya uhalifu vinavyoweza kusababisha machafuko. Sasa ninakumbuka vizuri Samia aliweza kuagiza jeshi lijiandae kwa uchaguzi. Na hapa taarifa ambazo zimeweza kutolewa na serikali zinasema kwamba majadiliano yale yalilenga umuhimu na nafasi ya majeshi katika kulinda uchaguzi. Sasa jeshi ndilo linapaswa kulinda uchaguzi. Mahala ambapo tumefika, mpenzi mtazamaji, JWTZ wamekosa maana, kwa sababu wanazembea, wananchi wanadhulumiwa. Jenerali huyu Mkunda alitulia, wananchi wakaumizwa. Sasa ninashangaa ni kipi ambacho anaenda kukihoji ni kipi ambacho anaenda kukieleza katika hii tume? Tunaambiwa kwamba tume hiyo inaendelea na majadiliano na wadau mbalimbali kwa lengo la kubaini sababu za msingi zilizosababisha matukio hayo na kupendekeza hatua za kitaifa. Mimi na wewe mpenzi mtazamaji, tunajua sababu ambazo ziliweza kusababisha maandamano Tanzania ni kukamatwa kwa viongozi wa upinzani kama vile Tunduliso, kuenguliwa kwa viongozi wa upinzani kutoka kwa uchaguzi, akina Mpina, akina Tunduliso, kutekwa nyara kwa wananchi, kupotezwa nyara kwa wananchi. Hayo ndiyo yalisababisha mpaka mambo mengi yakatendeka ya maandamano. Sasa ninashangaa ni kipi ambacho wanaenda kuchunguza, alafu wataenda kumshauri Samia kivipi? Hawawezi wakamshauri Samia aweze kujiuzulu. Mimi ninaona hii tume ambayo inaongozwa naye aliyekuwa jaji Chande ni ya kuweza kuhalalisha ushindi haramu wa Samia, hakuna jipya kutoka hapa, kwa sababu nikikusomea maoni mawili matatu ya wananchi yaliyotolewa, mfano mwananchi mwenye anaitwa Anastasia Johnson akasema hivi, hakika hili ndilo igizo, yaani kikundi cha kiuni kijichunguze chenyewe alafu kitoe kitu cha maana. Unajua hichi kikundi ambacho kinachunguza uvunjifu wa amani Tanzania, kinajumulisha wale ambao walihusika kutoa amri wa Tanzania wauawe. Hicho ndicho kikundi cha kiuni, hakina mamlaka ya kikatiba, manake mtu ambaye aliweza kuwachagua hana mamlaka ya kuwa rais. ni rais haramu, kitawezaje kutoa mwelekeo mwingine? Akasema kwe, kwamba Watanzania hawana imani na mifumo ya uchaguzi mkuu toka kura za maoni ndani ya chama tawala hadi uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais, pamoja ufisadi na hali ngumu ya maisha ya Watanzania, hasa maeneo ya miji. Unaona, Watanzania wanasema kwamba hawana imani kabisa na hizi mifumo ya uchaguzi. Kwa hivyo mifumo ya uchaguzi ingebadilishwa kabla ya uchaguzi kufanyika. Sasa wameruhusu uchaguzi umefanyika mbaya, wananchi wamekufa, alafu sasa hivi ndio wanakuja kufanya kitu ambacho kinaitwa igizo la kujifanya kwamba wanachunguza maafa, ili hali wanajua kwamba mifumo ya uchaguzi ndio iliweza kufanya watanzania wakaandamana na wakasusia uchaguzi. Mwananchi mwingine akasema kwamba hii tume ni ya kuhalalisha utawala dhalimu na kuhalalisha mauaji ya raia. Ukweli hii tume haitaleta mema. Hii ni tume ya kuhalalisha ushindi haramu wa Samia na ni tume ambayo itahalalisha mauaji ya wananchi. Sasa CDF Mkunda amejiingiza kwenye taabu baada ya kufanya kikao na hii tume haramu. Sasa wananchi wanauliza jeshi liliweza kushirikiana, wananchi wakauawa, tena wameweza kuleta tume nyingine eti kwamba wanakuja kufanya kikao na jeshi la mwananchi hicho? Hiyo tume ama hiyo kamati iko na wanachama ambao walishirikiana kuwaua wananchi. Sasa matokeo gani ambayo yatatoka hapo? Hakuna matokeo chanya ambayo yatatoka hapo. Matokeo ambayo yatatoka hapa ni kuhalalisha uozo. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio, tuendelee kusemezana. Jamani, piga subscription, sambaza kanda zetu.